Kuna sauti ya kwanza, kuna sauti ya pili, kuna sauti ya tatu, kuna ya nne, alafu kuna sisi ambao sauti zetu ni kila mwenye pumzi, hatujulikani tupo ya nne ya tano au ya sita, lakini tunachomshukuru la Mungu Kama tunajipendekeza hatujipendekezi kwa mchungaji, tunajipendekeza kwa Bwana aliye sababu ya wokovu wetu aliye sababu ya uhai wetu aliye tuokoa na mabaya yote yeah, yeah. Kuna watu wachache wanaelewa. Kama huwezi kujipendekeza kwa Bwana wewe unajipendekeza kwa nani? na na mtu huyu huyu ambaye hawezi kucheza kanisa harusi anacheza mpaka watu wa kamera wanampasuka. Mahali aweza kuwa na tatizo mahali, yani hapa ameweka na mikono, hasubutu kujikusa. Nenda kwenye harusi sasa. wecheza tu. Bwana asifiwe, yeah. Mimi ni Mchaga na kati ya ni Wachaga katika tumefeli step watunaga an yani, akili nataka mwili nagoma na naomba nimtetee ila na mshukuru Mungu step itakayochezwa mbinguni ni ya yaWachaga. yeah. okay, ya Wachaga. Biblia inasema tutazunguka kiti cha enzi tukiimba kosa, na wachanga tuna step ya kuzunguka, hiyo ndio itakayochezwa, aitakaechezwa mbinguni kwa msichangani Ni makosa waimbaji kuimba kutuburudisha, na kanisa la nyakati za mwisho linachopitia kigumu, tunakosa waimbaji wanaoburudisha Mungu, tuna waimbaji wanaoburudisha watu. Kwa kuimba sio sauti, kuimba ni nguvu. <coughs> Ipokee tena mkono kama umenisikia. Kwa hivyo nawaambia, kuimba ni nini? Baba mchungaji anasema vizuri kwamba Daudi alicheza mpaka mkosi kafanyaje? Lakini baba mchungaji sisahau na hawa washirika wa alichezea uweponi. Lazima tusaidie kwa uwepo uwepo ili huyu, kwa na sisi tuwe huru kucheza kwa Mungu wetu. Mwambie jirani yako nyenyuka tena imba. Ukienda uwanjani kuna timu mbili, watu 12, 11 timu A na 11 timu B. Alafu, kuna na marefa watatu uwanja kule juu, kuna watazamaji. Uwanja mkubwa unaweza ukabeba hata watazamaji elfu sitini wamekaa wao, hawachezi, wanaangalia, wanasema hapo ungepiga kona, hapo ungefanya hichi, ungefanya kile, lakini wana wanaofurahia ni wale walio kwenye pichi, wanaocheza. Ni makosa kuwa mtazamaji. Nitaomba ni e kusoma tafsiri tatu tofauti ili kuonyesha uzito au kuwa na maana iliyo nyepesi kwangu na kwako. Mwanzo ishirini na saba mstari wa 39 na 40. Naanza na Kiswahili cha kawaida ambacho wengi tunacho, anasema Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu kwa upande wako wewe, utaishi nawe utamtumikia ndugu yako na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Tafsiri ya Kiswahili cha neno au wenzetu wanakiita Kiswahili cha kisasa, anasema makao yako yatakuwa katika utajiri wa dunia makao yako yatakuwa katika utajiri wa dunia, na umande wa mbingu utakuwa juu yako, na umande wa mbingu utakuwa juu yako. Utaishi kwa upanga, nawe utamtumikia ndugu yako, lakini utakapokuwa umejikomboa ponele neno, utakapokuwa umejikomboa utamtupa nira yake kutoka shingoni mwako, utatupa nira yake kutoka shingoni mwako. Tafsiri nyingine ni tafsiri ya New Living Standard. New Living Standard, yeye anasema, nasoma tu mstari wa 40 anasema, kwa upanga wako utaishi, lakini muda utakuja, lakini muda utakuja utakapoivunja mira yake itoke shingoni mwako, utakapoivunja mira yake itoke shingoni mwako. Mpaka sana hili neno huku pia muda utakuja. Ah, bwana sasa ni me, ni kisali AIC. Eh, si mara nyingi, mara nyingi sana kati mwingine, ikiwa Dar es Salaam tasali Magomeni, tasali Kinondoni, ah, ah. hivyo lakini pia nimepata nafasi ya kutumika kwenu kwa muda mwingi. Moja ya kitu ambacho nimejifunza kwenu, ninyi ni watu wa ibada ya sifa. Ipo hivyo au ni mimi ninoti vibaya? Wangapi wananiambia mwalimu ndio hivyo? Ninyi ni watu wa sifa. Ipo hivyo? Wangapi? Hebu nipungie huko. Wala muhitaji kuhimizwa, kwa sababu ndio maisha yenu. Nimekosea au mnapotea? Mnapotea nataka, sio kama wengi wenu mnakumbuka, lakini kuna watu tunakatabia hapa. Ukipita mahali pa kuku, kuna wimbo ule unatokea, na wakati mwingine hata hujui vizuri unaimba mm. At the kadiri unavyoimba huwa unasikia kuuishwa na kusogea hatua nyingi, wakapona katabia Nisikilize, siku hicho kitu kikiondoka unakufa, na ndio maana kati ya vitu unavyotakiwa kuvijua, ibada ya sifa sio kitu unachotakiwa kuimbishwa. <coughs> <coughs> kuna kwaya moja nafikiri ni ya kwenu hapa, dakika chache zilizopita, au ambao wamekuwa kirekodi kwenye sauti, sijajua ni ngapi. Kuna baba mmoja mtu mzima sana alikuwa anaimba Wangapi wamemuona baba lamba? Ni hii iipi? Lakini kuna baba mmoja mtu mzima sana eh, yule kule nje kabisa, cheki na umri wake, bado sauti inatoka bado, ana pana wanakuv